Sherehe za mwaka mpya zinaficha siri nyingi za kihistoria, kiutamaduni na kiroho ambazo huenda hatuzitambui tunaposherehekea kwa fataki, muziki na vinywaji. Makala hii inachambua kwa kina maana ya ndani ya sherehe hizi, ikifichua mizizi yake ya kale, imani zilizojificha na ishara zinazobeba matumaini ya mwanzo mpya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 Mwaka mpya huja na shamra shamra, fataki, vicheko na maazimio, lakini nyuma ya kila mlio wa kengele au fataki kuna historia ndefu, mila za kale na imani zilizojificha ambazo huipa siku hii uzito wa kipekee. Hii si tu siku ya kubadilisha kalenda, ni ibada ya kimya kimya wanadamu kuaga yaliyopita na kukaribisha hatima mpya. <coughs> Moja. Mizizi ya kale. Mwaka mpya ulianza wapi? Sherehe za mwaka mpya zilianza zaidi ya miaka elfu nne iliyopita huko Mesopotamia ya kale. Wababiloni walisherehekea mwaka mpya mwezi wa Machi, wakati wa kuchipua kwa mimea, ishara ya maisha mapya. Walivaa mavazi maalum na walitoa ahadi kwa miungu yao, kitendo ambacho leo tunakiita maazimio ya mwaka mpya. Baadaye Warumi walimwanzishia mungu Janasi mwezi wa Januari, mungu mwenye nyuso mbili mmoja ukiangalia nyuma na mwingine mbele. Hivyo Januari moja ikawa mwanzo wa mwaka mpya, ishara ya kutazama nyuma kwa tafakari na mbele kwa matumaini. Mbili. Fataki, sauti ya kufukuza mabaya. Fataki hazikuanzishwa kwa ajili ya burudani pekee. Katika tamaduni za kale za Kichina, fataki zilitumika kufukuza mapepo mabaya. Ilikuwa ni imani kwamba sauti kubwa na mwanga mkali huwatisha na kuwafukuza roho wabaya waliokuwa wakivizia mwanzo wa mwaka mpya. Leo hii fataki zimekuwa alama ya furaha, lakini bado zinabeba mizizi ya kiroho; ni mwaliko wa bahati njema na ulinzi wa kiroho kwa mwaka unaokuja. Tatu, usafi wa nyumba, kuondoa mikosi. Katika jamii nyingi Kusafisha nyumba kabla ya mwaka mpya ni jambo la lazima, lakini si kwa sababu ya usafi wa kawaida tu. Katika tamaduni nyingi za Asia na Afrika, kusafisha nyumba ni tambiko la kuondoa mikosi, uchafu wa kiroho na kuandaa mazingira kwa ajili ya baraka mpya. Wengine huenda mbali zaidi kwa kuchoma vitu vya zamani, mavazi, picha au hata sanamu, kama njia ya kuachilia yaliyopita na kuanza upya. Nne, vyakula vya bahati, kula kwa imani. Katika nchi kama Hispania watu hula zabibu kumi na mbili usiku wa manane, zabibu moja kwa kila mlio wa saa, kila moja ikiwa na ombi au matumaini ya mwezi husika. Katika Marekani ya Kusini, maharagwe ya bahati uliwa kuashiria utajiri kutokana na umbo lao linalofanana na sarafu katika baadhi ya jamii za Kiafrika kula chakula cha pamoja ni njia ya kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuomba baraka kwa familia nzima. Tano, mavazi ya bahati rangi zina maana. Rangi ya mavazi unayovaa usiku wa mwaka mpya huaminika kubeba ujumbe: nyeupe huashiria amani, nyekundu mapenzi, kijani ustawi, na dhahabu utajiri. Katika baadhi ya jamii kuvaa mavazi mapya ni njia kuonyesha kuwa umeacha yaliyopita na kuingia katika mwaka mpya ukiwa safi na tayari kwa mafanikio mapya. Sita, dakika ya uchawi: saa sita usiku, wakati saa inagonga usiku wa manane, watu hukumbatiana kubusiana na kupongezana lakini katika baadhi ya tamaduni huu ni wakati wa mpito wa kiroho, ni mlango wa anga, ambapo mipaka kati ya ulimwengu wa roho na wanadamu huwa hafifu zaidi. Hivyo ni wakati wa kuomba, kutafakari na kuandika maazimio ya mwaka mpya, kama kupanda mbegu katika ardhi mpya ya wakati. Sherehe za mwaka mpya ni zaidi ya burudani, ni ibada ya pamoja ya wanadamu kuungana na mzunguko wa maisha, kuomboleza yaliyopita na kujiandaa kwa yajayo. Kila mila, kila ishara na kila sauti ya fataki ni sauti ya matumaini, mabadiliko na mwanzo mpya. Kwa hiyo mwaka huu unaposherehekea, tafakari ni nini unaacha nyuma, ni nini unachokaribisha. Na je, unazisikia zile sauti za kale zinazokuita kuandika upya hadithi yako?